Mwanzo sura ishirini na mbili mstari wa kwanza soma mpaka ule mstari wa tatu. Nenda soma mstari wa kwanza tu. Biblia inasema hivi. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahimu akamwambia, e Ibrahim hey, naye akasema, mimi hapa. Inatosha hapa nicho hapa? Kaenda kitafuta hapa. Ikawa baada ya mambo hayo Mungu alimjaribu Ibrahim. Fikiria Ibrahim alikutana na Mungu wakati Ibrahimu ana miaka sabini na tano Nadisikia alikuwa na miaka sabini na tano akakutana na Mungu. Mungu akamwahidi, nitakupa mtoto, nitakupa na maisha mazuri na nini. Wakatembea na Mungu mpaka ana miaka mia moja, hmm. Ana miaka mia moja ndio akampa mtoto. Maana yake pale palikuwa na miaka mingapi? Miaka ishirini na tano. Yaani, Mungu akitaka kupima imani yako anaweza akaamua yeye mwenyewe kusimama kuipima imani yako. Andika hizo pointi zitakusaidia sana kesho, kwa sababu kuna watu utawachukia, kumbe katumwa na Mungu ili kupima imani yako. Mungu anaweza yeye mwenyewe akaamua kupima imani yako, anaweza yeye mwenyewe, anaweza kutuma malaika. Andika pointi Anaweza akatuma malaika, anaweza akatumia mazingira kupima imani yako. Kama wana wa Israeli, Mungu alitumia mazingira yanaitwa jangwani. Mungu anaweza akamtumia Shetani kupima imani ya mtu maisha. Kuna wakati Mungu akiamua kupima imani yako, unaweza ukakuta utapita kwenye kipindi cha uchumi, mpaka unashangaa. Akili unazo, hela unapata, unakopeleka hujui. <laughs> zaka unatoa, limbuko unatoa, maombi unayo, lakini unashangaa hausogei kiuchumi kabisa, hausogei, alaka alaka. Unaweza ukahisi kwamba kwa mfumo wa maisha ya namna hii mimi sijaokoka. Mimi nakwambia, umeokoka! Haleluya, umeokoka. Tuone, umeokoka. Bwana Yesu asifiwe, umeokoka. Sema mimi nimeokoka. Umeokoka kabisa, ondoa hayo maswali. Ni imani yako imepelekwa mahali. Si tukiingia kwenye mateso hatujui mbinu kwamba ni mlango gani umesababisha teso teso? Ni imani yangu inapimwa, na nani aliyesababisha ipimwa? Haiwezekani. Kuanzia leo, ni kuambie kama Mungu anapima imani yako, anayesababisha ni Mungu. Niangalieni usoni, wala sio Shetani, wala sio mtu, wala sio mazingira pata